Siku moja nilikuwa uh, nyumbani na vijana wangu tunaongea mambo ya imani. Vijana wangu na wa wawili Efa na Efad waliniuliza, ambia baba, tumefuatilia na tumegundua kuwa wanafunzi wa Yesu walikufa vifo vya maumivu sana, kwa nini? Jinsi walivyouliza lile swali, niliingiwa na hofu namna ya kujibu kwa hiyo ilibidi nitulie, nitafute hekima namna ya kuwajibu, lakini uh, niliwajibu kama ilivyo na uhalisia wa, wa hali yenyewe ilivyokuwa kipindi kile. Niliwaambia kwa kweli, wanafunzi wa Yesu walipitia mateso, waliuawa, walifungwa gerezani, waliteseka, lakini kwa sababu walikuwa wamejua wamepokea kitu cha thamani na wamerudisha kwenye asili yao, maana wamepokea wokovu hivyo haukuweza au kukatishwa tamaa na kitu chochote. Na kwa nini sasa walikufa kifo kile cha hatari na cha maumivu? Nikwambia ni kwa sababu moja tu, mkuu wa giza hakutaka injili ya Yesu Kristo ihubiriwe, kwa sababu injili ya Yesu Kristo ilikuwa inawafungua watu macho, inawabadilisha kutoka ufalme wa giza kuja ufalme wa nuru na maana ilikuwa inaurudisha watu kutoka kwenye hali ya tarishi ya dhambi kwenda kwenye asili yao ya uovu. Kwa kufanya hivyo, ufalme wa giza ulikuwa unapoteza, kwa hiyo ulitumia mbinu ya kuwatesa na kuwaua ili kuzuia wasiweze kuhubiri injili. Lakini kama Bibilia anavyosema kuwa nuru imeingia, imelishinda giza. Kwa hiyo giza alikuweza, ililishindwa mpaka leo tukaipokea hiyo injili nikiendelea kueleza kwamba hawa watu mitume, pamoja na waamini wa zamani, walipokuwa wanasema wameokoka, walikuwa wako tayari kufa. Kipindi kile, kusema we umeokoka, ilikuwa ni kitendo cha kutoa uhai wako, sio tu kufa utu wako wa zamani, bali kufa hata mwili wako. Ndio maana mitume wanasema mchana kutwa tunauawa kama kondoo, kwa ajili yani, ya nini? Kwa ajili ya Kristo kwa sababu walikuwa wanajua wamepewa kitu cha thamani na wana wajibu wa kukieneza hicho kitu, ili kuwarudisha watu kwenye asili yao. Ni watu ambao waliamua kwa dhati. Ni watu ambao hawakuokoka ili wafanikiwe kimaisha. Ni watu ambao hawakuokoka ili wapate kazi. Ni watu ambao hawakuokoka ili waingie kwenye dini fulani. Ni watu ambao waliamua kumpokea Kristo na kuamua kuitangaza injili ya Yesu Kristo kwa sababu walijua thamani ya wokovu, maana yake thamani ya kurudi kwenye asili yao. Hilo ndio lilikuwa lengo la kubwa. Sasa vijana hao baada ya kueleza vile uh, vile mdogo akasema na mimi nataka kuhubiri injili. Nikamwambia haujiogopa? Haujaona kuwa kuhubiri injili ni hatari? Akasema ni hatari lakini hiyo ndiyo njia sahihi ya kuisaidia dunia. Ilishangaa kama mzazi, kwa moyo ule ambao alikuwa nayo yule mtoto mdogo. Wakaniuliza tena swali la pili, wakasema, sasa kwa nini sasa hivi wokovu umekuwa kama heshima, wokovu umekuwa na heshima kubwa na hakuna mambo kama yaliyokuwa yanatokea kipindi cha wanafunzi wa Yesu? Nikwambia ni swali zuri nikwambia kweli, kuna mambo mengi yamebadilika mpaka sasa hivi, na hatuwezi kusema kuwa mambo kama hayo hayapo. Kuna sehemu nyingi tu duniani bado waamini wanasulubiwa, wanauawa, wanateswa, lakini sisi tunamshukuru Mungu kwa nchi za Afrika na kwa dunia kwa ujumla, kuna mabadiliko makubwa ambayo yametokea mpaka sasa hivi. Ambapo Ukristo, kuamini kumekuwa ni kama jambo la heshima na kwa mantiki hiyo, kwa mantiki hiyo, nikwambia ni tuna hatari pia, kwa sababu kama imekuwa ni jambo la heshima uh, ukilinganisha waamini wa sasa hivi wa na wa kipindi kile utaona ni tofauti, waamini kwa, wa, wa kipindi kile, kwa sababu walikuwa wako tayari kufa. Ni watu ambao walikuwa committed, wako wamejidhatiti kwa ajili ya Kristo, walikuwa hawezi kuwa lele mama kwa sababu maisha yao yalikuwa yako hatarini. Lakini sasa hivi kwa sababu hatari ile haipo imekuwa ni heshima inaweza ikafanya waamini wengi ukalala na hiyo itakuwa ni hatari kwa kanisa tukapata waamini ambao hawajajidhatiti kwa ajili ya Kristo kutokana na mazingira ambayo tupo kwa mfano watu wanasema kwamba mazingira magumu yanatengeneza watu imara na mazingira mepesi yanatengeneza watu legevu kwa hiyo nikasema kuna hatari ambayo tunayo kabisa sasa hivi kuamini imekuwa kama fashion au mtu unaamini ili ufanyikiwe katika biashara ufanyikiwe katika kazi au ufanyikiwe katika mambo fulani. Lakini kuamini, lengo la kuamini ni kukubali kurudi kwenye asili yako. Hiyo ndio lengo kubwa, kurudi kwenye asili yako ya uungu. Hayo mambo mengine ni mambo madogo madogo tu, unaona. Kwa hiyo nikwambia Yesu, tuko katika wakati mzuri, lakini lazima tujiulize, tunamfuata Yesu au tunamwamini Yesu kwa kwa sababu gani? Je, tuko tayari kufa kwa ajili ya Kristo? Naona ni jambo muhimu sana, kwa sababu huu ndio msingi mkubwa, huu ndio msingi mkubwa wa wokovu, kuwa tuko tayari kufa kwa ajili ya ya Kristo.